Baada ya Gama kupata fahamu, alijikuta amesimama katikati ya uwanja ule wa kutolea kafara. Alikuwa amechoka sana na akili yake ilikuwa bado inajaribu kutafakari kwa kile kilichokuwa kimetokea, lakini kilichomshtua zaidi ni kwamba hakukuwa na hata mtu mmoja aliyesalia hai. Sehemu yote iliyokuwa na moto, ngoma, na watu waliokuwa wakifanya ibada za giza sasa ilikuwa tupu, kana kwamba haikuwahi kuwepo. Ardhi ilikuwa imekauka na kujaa vumbi kama ni miaka mingi imepita, kumbe ni sekunde chache tu. Hapakuwa na damu, hapakuwa na miili, hapakuwa na alama za mapambano yoyote yale. Gama alisimama kwa shida huku mwili wake ukiwa na maumivu makali sana. Alijishika kichwa chake. Nimeokoka, lakini kwa namna gani? Alijiuliza. Kumbukumbu kumbu ya dakika chache zilizopita zilikuwa bado zinamtesa, jini mkubwa akitangaza kafara yake, watu wakimshika kwa nguvu, na ghafla giza kubwa lilitanda kiasi kwamba hakuna kilichokuwa kinaonekana. Aliinamisha kichwa chini, kisha akakumbuka sauti ya mtu mmoja peke yake, naye ni bibi yake, Bibi Kindo. Lakini tukiwa tunaendelea na simulizi yetu hii nzuri, ningependa kuchukua wasaha huu kuwashukuru na kuwaomba, kama hauja subscribe, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele, huwe mwanafamilia wa Dunia ya Simulizi za Kusisimua ili usipitwe na matoleo ya simulizi nyingi nzuri zinazofuata. Wakati Gama alipokuwa amechukuliwa kwa nguvu na watoa kafara, Bibi Kindo alikuwa ndani ya nyumba yake kijijini. Alipoona mjukuu wake amepotea, alijua kuwa usiku wa kafara ulikuwa umemkamata na asingeweza kuwa salama. Hakujiuliza tena mara mbili mbili, badala yake alitoka nje ya nyumba yake, akainua mikono juu na kuanza kumwomba Mwenyezi Mungu, huku machozi mengi yakimtiririka na mwili wake mzima ulikuwa ukitetemeka kwa uchungu. E Mungu wa mbingu na dunia, Mungu wa kweli, na kuomba umwokoe mjukuu wangu Nimejua siku zote kuwa hiki ni kijiji kilichopotea, na leo najua hakika kuwa giza limeshika mizizi hapa. Lakini wewe ni Mungu uweza yote, uliyewapokonya watesi nguvu zao kwa neno moja, na kuomba ewe Mungu, vunja minyororo aliyofungwa mjukuu wangu Gama, kokote aliko mwokoe, na uangamize wote wanaomwabudu Shetani. Aliendelea kuomba kwa machozi na kilio, huku akitikiswa na nguvu ya imani. Kadri alivyozidi kusali, upepo ulianza kuvuma kwa nguvu kijijini. Mabibi wengine wachache waliokuwa wakimjua na kuogopa kafara walianza kusali naye kwa sauti. Pole pole upepo uliendelea kuongezeka mpaka mtikisiko mkubwa ukasikika katika ardhi nzima ya kijiji. Katika uwanja wa kafara, Gama akiwa amefungwa ndani ya pango, alihisi minyororo yake ikianza kulegea. Mwanzoni hakujua ni nini kilikuwa kinatokea, lakini alipoinua mikono yake, minyororo hiyo ilikatika yenyewe na kuanguka chini kwa kishindo. Alisimama kwa mshtuko, akitazama miguu yake. Ilikuwaje? Nani alikuwa amemfungua? Lakini kabla hata hajapata muda wa kufikiria, kelele za ajabu zilianza kusikika nje ya pango. Mbona tunashindwa? Huyu jini, mbona anatuangamiza hii? Gama alikimbilia nje ya pango na kushuhudia jambo la ajabu. Jini mkubwa mwingine alitokea angani na kuwaambia Gama sio wa kafara, aliwaambia watoa kafara. Watu, watu waliokuwa wakimwabudu na kumtolea kafara walikuwa wakipigwa mmoja baada ya mwingine. Walilia kwa uchungu huku wakikimbia ovyo, lakini hakuna aliyefanikiwa kutoka nje ya eneo lile la kafara. Jini aliyekuwa amesimama kwa fahari na furaha muda mfupi uliopita, sasa alikuwa mkali zaidi, akiwashambulia wale waliokuwa wamemletea kafara. Kwa sababu isiyoeleweka, alihisi amedanganywa na sasa alikuwa akiangamiza wote waliomtii. Moto ulilipuka kutoka ardhini, ukimeza kila aliyejaribu kutaka kukimbia. Sauti za vilio zilienea hewani, lakini hapakuwa na huruma tena. Wazee wa kijiji waliokuwa viongozi wa kafara walipiga magoti wakiomba msamaha lakini hakuna msamaha kwa wale waliomsaliti Mungu wa kweli. Mungu alikuwa ameleta hukumu juu ya kijiji cha giza. Kijiji cha washirikina walioshindikana kumwabudu shetani na kutesa wanadamu wenzao kikatili. Baada ya dhoruba hiyo ya maangamizi kutokea, kila kitu kilitulia. Hakuna mtu aliyesalia hai miongoni mwao. Hakukuwa na mwili hata mmoja, hapakuwa na damu. Ni vumbi na moshi mzito ndo vilivyobaki. Gama akiwa bado amepigwa na butwaa, huku hajui nini cha kufanya, alihisi moyo wake ukimwambia, rudi kwa bibi yako. Alianza kutembea taratibu, mwili wake ukiwa umechoka sana. Safari hiyo haikuhitaji muda mrefu, lakini alihisi kama maisha yake yote yalikuwa yamerudi nyuma. Alipofika kijijini hakujua kama bibi yake bado yu hai au la. Alipofika katika kijiji cha Nyamwimbe aliona watu wachache waliokuwa wamefichwa majumbani mwao wakiangalia kwa mshangao. Walimwona Gama akiwa hai na salama. Bibi Kindo alikuwa bado ameanguka chini akilia kwa maombi yake. Gama alimkimbilia akapiga magoti mbele yake. Bibi Kindo alifungua macho na kumtazama mjukuu wake kwa mshangao na furaha kubwa sana. Gama, mjukuu wangu, umeokoka. Mungu wa majeshi ametusikia na kutujibia maombi yetu. Bibi huyo alilia kwa furaha huku akimkumbatia kwa nguvu. Watu waliokuwa wamejificha walijitokeza taratibu huku wakiendelea kutazama kwa mshangao, wakati wengine bado wakimshukuru Mungu. Bibi Kindo alipomtazama mjukuu wake usoni, alijua moja kwa moja kuwa Mungu pekee ndiye aliyemrudisha Gama nyumbani. Usiku wa kafara ulikuwa umefika mwisho. Hakuna tena kafara, hakuna tena hofu. Kijiji kilipata nafasi ya kuanza upya, na wale waliokuwa wamebaki walielewa kuwa giza haliwezi kushinda mwanga, na nazi haiwezi kushindana na jiwe. Mungu pekee ndo alikuwa chaguo lao. Gama alikaa na bibi yake usiku ule wakizungumza kwa muda mrefu. Alimhadithia jinsi minyororo yake ilivyokatika kwa miujiza, jinsi jini mkubwa alivyoangamiza watoa kafara na jinsi kila kitu kilivyotoweka. Bibi yake alimsikiliza kwa machozi ya furaha, akisema, mjukuu wangu, ulikuwa na alama ya Mungu, ndiyo maana walikuogopa. Mwishowe wote wawili walimshukuru Mungu kwa usiku huo wa maajabu. Katika kijiji cha Nyamwimbe, usiku wa kafara haukurudi tena.